Naam, na tunaendelea na habari na sasa, ni habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Saidi Makala, karibu. Timu ya Yanga ambayo iliweka kambi yake nchini Uturuki, kesho natarajia kuondoka nchini humo kuelekea Algeria tayari kwa mchezo wao na timu ya Mouloudia Olympic ya Bejaia, uh, huku shirikisho la soka barani Afrika CAF likipitisha majina ya wa wachezaji wanne wapya wa Yanga ambao ni kipa Beno Kakolanya, Hassan Kessy, Vincent Dante na Juma Mahadhi kwa ajili ya kucheza kombe la shirikisho. Yanga itafungua dimba na Bejaia Juni 18 Tisa, mwaka huu, uwanja wa United Magrita Abaia mjini Bajaia, Algeria, na tayari leseni za wachezaji hao zimetumwa CAF. Mechi hiyo itachezeshwa na waamuzi kutoka Moroko Boujaib ah, El Arachi na atakayepuliza kipenga akisaidiwa, ah, ah, na washika bendera Raidon Ajika, Yusufu Mbaruku, ambao ndio watakuwa wasaidizi wake. Baada ya mchezo huo, Yanga itarejea Dar es Salaam kuwakaribisha mabingwa wa Afrika TP Mazembe katika mchezo wake wa pili.